Shirika la umeme nchini Tanesco limekanusha madai ya kukata umeme kwa makusudi ili kuhujumu kampeni za uchaguzi kwa baadhi ya vyama vya upinzani nchini zisionekane na kusikikika kupitia vituo mbalimbali vya runinga na redio. Meneja uhusiano wa shirika hilo Adrian Severin amesema kukatika kwa umeme huo kunatokana na mgao unaoendelea nchi nzima kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya gesi kwenda gridi ya taifa. Josephine Maiswaga na undani wa taarifa hii. Akizungumza jijini Dar es Salam, Severin amesema Tanesco inajiendesha kibiashara na haina mlengo wowote wa siasa, hivyo kukatika kwa umeme ni sehemu ya mgao unaendelea nchi nzima ili kupisha ujenzi wa mitambo ya gesi huko Kinyerezi. Amesema kwa muda mrefu wa Tanzania wamekuwa wakilalamikia tatizo la kukosa umeme wa uhakika. Wamewataka kuwa vumilivu wakati huu ambao kazi ya ujenzi inaendelea. Tanesco haina uhusiano wowote na chama chochote cha kisiasa Tanesco ni shirika la kihandisi na umeme. Unapokatika kwa mfano juzi, eh, kwenye kwenye kwenye mkutano wa kampeni wa moja ya, ya vyama vya siasa walisema kwamba Tanesco wamekata umeme, lakini sisi hatuwezi kukata umeme kwa sababu hatuna chama Tanesco, kama Tanesco haina chama, kwa sababu tunapopeleka umeme kwa mfano vijijini, tunapowawekea umeme vijijini wa Tanzania kule, hatuangalii huyu ni wa chama gani wala huyu ni wa chama gani. Kwa hiyo tuendelee kusisitiza kwamba Tanesco ni mali ya Watanzania, Tanesco ni mali ya umma hatuna chama chochote. Kuhusu mkakati uliofikiwa na Tanesco kufika ukomo wa mgao wa umeme Tanzania, Severin anasema. Kama nilivyowaambia, kuanzia sasa hivi mwezi wa tisa karibia unaanza huu, kwa wiki mbili hizi bado tutakuwa na haya matatizo katika kwa umeme. Kwa hiyo, matatizo haya, upungufu wa umeme kwenye baadhi ya mikoa, tutaendelea kuuona mpaka tutakapomaliza zoezi hili la kuingiza ule mtambo wa Kinyerezi kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo, bado matatizo haya yatakuwa, lakini itakapofika mwezi wa tisa katikati huko haya mambo yote yatakuwa yamesha rudi kwenye hali ya kawaida, na umeme utakuwa e, tunaupata kwa kiwango ambacho kile kama awali tulikuwa tunapata. Kuhusu kutokea kwa matukio ya moto nchini, Severin anazungumza tumegundua kwamba wateja wetu wanatumia sana vishopa, wanatumia sana wak wakandarasi au mafundi ambao hawajasajiliwa na hawana utaalamu hasa wa umeme. Unakuta mteja wakati sisi tunakuja kukagua nyumba yake wiring ilikuwa inaishia ule mtandao wa umeme ule utandazaji wa nyaya za umeme ulikuwa unaishia kwenye nyumba yake tu. Sasa amejenga nyumba nyingine za nje, ameweka wapangaji, amevuta waya huo huo, anatumia mita hiyo hiyo moja, amepeleka kwenye nyumba zingine za nje. Sasa inapotokea hitilafu ya umeme kwenye hizo vyumba vya nje, kwa sababu unapoongeza mzigo kwenye ile mita ambayo tumekupa au kwenye ile circuit breaker ndani ya nyumba yako ambayo unayo ni kwamba vile vyumba ulivyoongeza nje, ukavuta nyaya ukapeleka mpaka kwenye vyumba vya nje hitilafu yoyote umeme inaweza kutokea kule, ikawa chanzo cha moto. Kukamilika kwa ujenzi wa miundo mbinu ya gesi kwenye mitambo ya Kinyerezi utaongeza kiwango cha mega wati mia katika gridi ya taifa, hivyo kupunguza tatizo la umeme linaloendelea nchini. Josephine Mweswaga, Astar TV, Dar es Salaam.